Majaribu yako rafiki, huenda ni ushuhuda ambao Mungu anauandika ili uje uwe msaada baadaye kwa watoto wako, kwa wanafamilia wako, kwa jirani zako na kwa watu wengine wanaokuzunguka, waliokata tamaa, wapate kuelewa kwamba hata katika ulimwengu ulioharibika na majaribu makali, bado Mungu ana waaminifu wake na maisha yako yaweza kuwatia moyo watu wengine. Majaribu yako linaweza likawa ni ubiri, inaweza ikawa ni fursa ya kuonyesha ulimwengu unampenda Mungu kiasi gani. Wewe usiharibu skripti ya ubiri lako ambalo Mungu analiandika kwa namna ambayo unatupa uaminifu wako na kuacha kutembea katika barabara ambayo ni sahihi. Majaribu yako rafiki, yanaweza ya kawa yamekusudiwa kwa kusudi jema kabisa na siwe yamekusudiwa kukuangamiza Mungu ameahidi kwamba hayatakujilia wala kunijilia majaribu yaliyo zaidi ya kawaida ya wanadamu majaribu yanayokuja maishani mwetu yamepimwa kwa viwango vya kimbingu na Mungu anaruhusu tu yale ambayo tunaweza tukayamudu na anatutazamia tuendelee kudumu kuwa waaminifu hata katika nyakati ambazo hatujui ni nini hasa ambacho kinaendelea katika maisha yetu. Tafadhali tuelekeze usikivu wetu katika kitabu kile cha Ayubu sura ya kumi na tatu Ayubu sura ya kumi na tatu na tutasoma pale aya mbili 2 aya ile ya kumi na tatu na aya ya kumi na tano. Biblia inasema katika Ayubu kumi na tatu aya ya kumi na tatu na ya kumi na tano, Biblia inasema: nyamazeni ni acheni, ili nipate kunena na hayo yatakayonijilia na yaje. Tazama, ataniua, sina tumaini ila hata hivyo nitaithibitisha njia yangu mbele yake. Chumba cha kusubiria cha uaminifu. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante tena asubuhi ya leo kutupatia siku nyingine, asante kutupendelea na kutupatia nafasi ya kuwa na mianzo ya siku hii tukiwa tumeketi miguuni pako. Tunaomba katika kulisikia neno lako asubuhi hii tutiwe moyo na wote wanaofuatilia walioko hapa na walioko mbali. Tafadhali tunaomba ujumbe wa asubuhi hii uimarishe imani zetu na tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Chumba cha kusubiria cha uaminifu. Rafiki zangu, moja kati ya mambo magumu kabisa maishani huwa ni kulisubiri jibu ambalo linahitajika kwa haraka na kulisubiri jibu hilo kwa kipindi kisichojulikana kwamba kitakuwa na urefu kiasi gani. Kuna nyakati ambazo tunapoomba Mungu wetu mwema ambaye sikio lake si zito hata asisikie, huwa anajibu kwa haraka kabisa, na anajibu kwa namna ambayo asingejibu kama tusingaliomba. Na inapotokea mara kadhaa akafanya hivyo, huwa anachagua kufanya hivyo kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anajua jambo ambalo ni bora zaidi, anajua wakati ambao ni bora zaidi, ana hekima zaidi kuliko sisi. Na kwa hiyo kwa sababu yeye ni Mungu, huwa anachagua wakati gani na saa gani inafaa kutupatia majibu. Wakati mwingine anatupatia majibu kwa haraka, wakati mwingine anatupatia majibu kwa kuchelewa. Lakini huwa kuna nyakati za maombi na sala, nyakati ambazo tunaunganisha maombi yetu na imani. Lakini pamoja na muunganiko huo bado huwa haitoshi kumfanya Mungu azungumze jambo fulani. Huwa kuna nyakati anachagua kukaa kimya kabisa. Na katika nyakati za namna hii, nyakati za ukimya wakati ambapo Mungu hazungumzi chochote, amenyamaza, huwa ni nyakati ambapo uaminifu wetu mara nyingi unawekwa katika kipimo. Chumba cha uaminifu ambacho tunakiongelea asubuhi ya leo ni kile kipindi cha kusubiri toka wakati ambapo umepokea ahadi au toka wakati ambapo umeanza kuutafuta uso wa Bwana katika namna ya sala ukitamani aingilie kati katika mambo fulani yanayoendelea katika maisha yako. Ni kile kipindi cha miaka kumi na tatu ya kusubiri tangu Yusufu alipopokea ahadi kwamba atafanyika kuwa kiongozi kupitia njozi zile na kwamba ndugu zake watampigia magoti mbele yake. Ni kile kipindi cha miaka takribani kumi na tano ya kusubiri tangu Daudi alipopokea ahadi na kutiwa mafuta kwamba atakuwa mfalme na mrithi wa kiti cha ufalme baada ya Mfalme Sauli kuwa ameondoka katika utawala. Ni kile kipindi cha miaka ishirini na tano ya kusubiri tangu Ibrahim na Sara walipopokea ahadi ya kwamba watapokea mtoto kwa namna ya muujiza. Tunaongelea kipindi cha kusubiri kwa miaka arobaini tangu wakati ambao Yoshua na Kaleb walipokea ahadi na kuanza safari kwamba wataingia katika nchi ya Canaan. Ni kipindi cha miaka mia moja ishirini ya kusubiri na kudhihakiwa na kukejeliwa tangu wakati Nuhu ambapo alipokea ahadi kwamba mvua itakuja na gharika itaharibu ulimwengu huu, kwa hiyo aanze kuijenga safina na aanze kuhubiri kwamba watu waiache mienendo yao mibaya, wapokee wito wa kuingia katika safina, maana dunia hii ingeweza kuharibiwa. Katika nyakati za namna hii, wapendwa, huwa ni wakati ambao kunakuwa na mashaka mengi. Huwa ni wakati ambapo tunaingia katika kipindi cha wasiwasi. Kuna wakati wa namna hii ambapo tunajiuliza maswali magumu, maswali yasiyo na majibu, na tunakuwa na wasiwasi kama kweli ahadi ambazo Mungu alizitoa bado zimebaki vile vile, au huenda Mungu amebadilisha mpango wa Mungu ambao yeye mwenyewe alikuwa ameuweka hapo mwanzoni. Katika kipindi cha namna hii huwa zinaingia hisia katika fikra zetu, hisia potofu kwamba huenda Mungu amenyamaza kimya kwa sababu kuna jambo fulani ambalo tumekosea tulipokuwa katika safari ya imani. Huenda wakati mwingine tunapata mawazo haya potofu kwamba huenda Mungu amenyamaza kimya na hatatekeleza tena ahadi ile ambayo yeye mwenyewe aliitamka kwa kinywa chake. Mungu amenituma asubuhi ya leo kukukumbusha na kutukumbusha sisi sote kwamba yeye ni Mungu mwaminifu, akitamka neno halitamrudia bure, akitoa ahadi hakika ahadi hiyo itatimia, akitamka jambo atalitenda jambo hilo kwa hakika. Kwa hiyo uwe na moyo mkuu, na nyakati hizi za ukimya, ananiambia nikueleze kwamba ni nyakati za mpito tu, zitafika mahali zitakoma, zitafika mahali, zitafika katika mwisho wake. Amenituma nije nikutie moyo na kukwambia uendelee kuwa mwaminifu, uendelee kumtegemea, uendelee kumpenda na usiutupe uaminifu wako kwa sababu ana makusudi ambayo ni bora zaidi katika maisha yako kuliko yale ulionayo katika fikra zako. Juma lililopita nili, nili, nilisafiri kwa sababu ya mambo ya kifamilia kwenda kule Msoma na wakati nilipokuwa ninaondoka kwenda kuianza safari yangu, niliangalia tiketi ambayo nilikuwa nayo mkononi mwangu na nikaona ile tiketi ilikuwa imeandikwa kwamba reporting time ilipaswa kuwa ni saa moja jioni uh, pale katika stendi yetu ya mabasi ya Magufuli ya Mbezi. Na mimi nikajitahidi kufanya vizuri kwa kadri ambavyo niliweza ili kutunza muda na kufika mahali pale mapema kabisa. Katika ile tiketi walikuwa wameandika kwamba safari yetu ilipaswa kuanza saa mbili kamili usiku. Lakini nilifika pale stendi nikakaa nikasubiri, nikakaa nikasubiri basi alikuonekana, ule muda walioandika ukafika na nikaona muda umepita saa moja, saa moja na nusu na nikaanza kuchoshwa na ile hali ya kusubiri. Wakati nikiwa nasubiri pale nikaanza kuona mzozo uliokuwa unaendelea kati ya kondakta mmoja aliyekuwa pale na abiria mwingine ambaye alikuwa anasafiri, na mzozo ulikuwa unasema kwamba wewe tiketi yako hii ulionayo, basi limeshaondoka umechelewa kuja mahali hapa. Na hiyo ikanifanya nianze kutafakari kwamba hivi usikute na mimi labda nimekosea muda ambao nilitakiwa kuja, labda basi limeshaondoka kwa nikaanza kukagua tiketi yangu mara mbili mbili, maana mashaka yalianza kuingia kwamba labda basi halijaonekana na huenda tatizo haliko kwa watu ambao wanaendesha basi hilo, huenda tatizo liko kwangu mimi mwenyewe. Baada ya kuendelea kusubiri hapo muda mrefu, na muda unakwenda na hakuna linaloendelea, pembeni yangu kulikuwa na basi jingine na baada ya kuwa nimekaa pale muda mrefu, na yule kondakta wa lile basi jingine aliyekuwa pale mahali akaniambia, basi lako halitakuja saa hizi. Ninasita kulitaja jina basi hilo nisije nikaribu biashara za watu, lakini akaniambia basi lako halitakuja saa hizi. Kwa hiyo wewe unachoweza kufanya ingia kwenye hili basi letu ukae hapo utulie, ingawaje halielekei mahali ambapo unakwenda, lakini ingia hapo mahali ukae utulie, mahali hapo usubiri mpaka wakati ambapo basi lako litakuja. Nilipoingia katika lile basi, nikaanza kuchukuliwa taratibu na usingizi. Sitaki kumalizia sana yaliyotokea mahali hapo, lakini ninataka tu nizungumze na mtu fulani ambaye amechoka kusubiri kiasi kwamba amefika mahali ameamua sasa kupanda basi lolote, hata kama linaelekea uelekeo ule ambao mtu huyu haelekei mahali hapo. Naongea na mtu fulani aliyeamua kupanda basi lolote la mahusiano, maana amesubiri kwa muda mrefu sana yule mtu sahihi aliyekuwa na mhitaji na aliyemtaka na mwenye sifa zile ambazo alizitegemea, lakini mtu huyo inaonekana bado hajajitokeza. Naongea na mtu fulani aliyeamua kupanda basi lolote la ajira, hata kama kazi hiyo ni kazi ambayo haiendani na maadili ya Kikristo kwa sababu mtu huyo amesubiri ajira aliyoitamani na muda umekuwa mrefu na Mungu amenyamaza kimya pamoja na sala nyingi na haonekani kufanya vile ambavyo ulitazamia. Ninaongea na mtu fulani ambaye ameanza kuingia katika hisia za kujinyonga kwa sababu umeomba na kuomba na kuomba na kusubiri na kusubiri na kusubiri, lakini Mungu amenyamaza kimya. Ujumbe wa asubuhi ya leo ni kwa ajili ya mtu fulani ambaye anataka kubadilisha mwenzi wa maisha apate mwingine tofauti na yule aliyeapishwa naye kwamba atatengwa naye na mauti, kwa sababu amesubiri badiliko na haoni badiliko lolote katika maisha ya mwenzi aliye naye sasa hivi. Baadhi yetu tunakaribia kukata tamaa na kuiacha imani na kuutupa uaminifu wetu, kwa sababu tumesubiri sana na kungoja sana na tumeomba sana na kuomba tena na tena na tena, lakini kwa kipindi chote hiki cha msimu wa sala Mungu ameonekana kunyamaza. Ninataka nikutie moyo asubuhi ya leo kwamba ukimya wa Mungu sio uthibitisho kwamba kuna tatizo fulani la kiroho katika maisha yako. Ukimya wa Mungu sio uthibitisho kwamba Mungu amekuacha na amekutelekeza. Ukimya wa Mungu hauna uhakika kwamba wewe umetenda dhambi fulani na ndiyo maana Mungu hajajibu maombi ambayo unayaomba. Ukimya wa Mungu sio muhuri na uthibitisho ya kwamba maovu yako yamekuwa mengi sana kiasi kwamba Mungu hawezi tena kusikia sala zako au kwamba wewe ni mtu uliyelaaniwa na haufai tena kuwakilisha maombi yako na mahitaji yako mbele ya kile kiti cha rehema kwa ujasiri. Usijitilie mashaka wala usimtilie Mungu mashaka, endelea kuwa mwaminifu sana katika maisha yako. Nisikilize vizuri, endelea kuwa mwaminifu sana katika maisha yako kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba aidha Mungu anakufunulia kiwango cha ukomavu wa imani ulichokifikia au kama ilivyokuwa kwa Ayubu, nimekuomba unisikilize vizuri au kama ilivyokuwa kwa Ayubu, huenda kuna uwezekano mkubwa kwamba Mungu anaandika kisa chenye ushuhuda mzuri, ushuhuda unaopendeza kwa ulimwengu unaokuzunguka na kwa malimwengu yanayotazama namna ambavyo Mungu ana watu ambao anajivunia, wanaoweza kusimama wakiwa thabiti, wakiwa waaminifu, pasipo kutetereka hata katika kipindi ambacho wanahitaji Saada, na wanahitaji majibu fulani lakini bado Mungu amenyamaza kimya na upo uwezekano mkubwa kwamba wewe ni miongoni mwa wachache waliochaguliwa kumwakilisha Mungu katika ulimwengu wa namna hiyo. Asubuhi ya leo, ninaomba tumkumbuke Ayubu. Ninaomba tumkumbuke Ayubu kwamba, yeye maandiko yanatueleza na kutukumbusha kwamba alikuwa ni mwelekevu wa moyo, alikuwa ni mtu mwaminifu. Alikuwa mwaminifu katika matoleo ya zaka na sadaka, hata maandiko yanasema alitoa sadaka zake asubuhi na adhuhuri. Ayubu alikuwa moja ya wacha Mungu wa mfano, lakini uaminifu wake haukuwa kinga ya yeye kuto kupatwa na yale yaliyompata katika maisha yake. Uaminifu wake haukuwa kinga ya yeye kupatwa na yale yaliyompata katika maisha yake. Na ungetegemea kwamba katika nyakati fulani ambapo alihitaji sana kusikia sauti ya Mungu, Mungu angetoa ufafanuzi, angetoa maelezo ya kutia moyo, tena angefanya hivyo kwa haraka sana, katika wakati ule ambapo Ayubu alipoteza mali zake, katika wakati ule ambapo Ayubu alipoteza afya yake, katika wakati ule ambapo Ayubu alipoteza wanafamilia wake, lakini ni Mungu kwa sababu ni Mungu, na kwa sababu anajua zaidi kuliko tunavyojua, kwa sababu ana hekima zaidi kuliko hekima yetu, kwa sababu mawazo yake na njia zake ziko mbali sana na mawazo yetu sisi ya kibinadamu, kwa hekima yake na busara yake alichagua kunyamaza kimya. Ayubu alifika mahali ambapo alijiuliza maswali mengi sana katika maisha yake. Alitamani hata kama basi hatapata yale anayoyaomba, angalau apate maelezo kwa nini yalikuwa yanaendelea yale ambayo yalikuwa yanaendelea katika maisha yake. Lakini Mungu alinyamaza kimya. Na habari ni hii kwamba mpaka wakati Ayubu anakwenda kaburini hakupata maelezo wala majibu. Kwa nini yale yaliyotokea yalitokea katika maisha yake, hata kipindi kilipopita hakupata majibu. Hata aliporejeshewa mali na kupata wanafamilia wengine na kupata tena mashamba na utajiri kurejea tena, bado hakupata majibu. Kwa nini Mungu aliruhusu yale aliyoyaruhusu kuendelea katika maisha yake? Asubuhi ya leo, ninaomba tuchukue funzo hili kwamba tunaweza tusiwe na majibu yote tunayoyahitaji katika maisha yetu, lakini bado tunaweza kuchagua kuomba kupewa uwezo wa kutokutilia mashaka utu wetu sisi wenyewe, tunaweza tukaomba uwezo wa kutokutilia mashaka uaminifu wa Mungu wetu na utendaji wa Mungu wetu. Tunaweza tukaomba kupewa uwezo wa kudumu kuwa waaminifu katika nyakati ambazo Mungu amechagua kunyamaza kimya. Majaribu yako rafiki, huenda ni ushuhuda ambao Mungu anauandika ili uje uwe msaada baadaye kwa watoto wako, kwa wanafamilia wako, kwa jirani zako na kwa watu wengine wanaokuzunguka waliokata tamaa, wapate kuelewa kwamba hata katika ulimwengu ulioharibika na majaribu makali bado Mungu ana waaminifu wake, na maisha yako yaweza kuwatia moyo watu wengine. Majaribu yako linaweza likawa ni, ni ubiri, inaweza ikawa ni fursa ya kuonyesha ulimwengu unampenda Mungu kiasi gani. Wewe usiharibu skripti ya ubiri lako ambalo Mungu analiandika kwa namna ambayo unatupa uaminifu wako na kuacha kutembea katika barabara ambayo ni sahihi. Majaribu yako rafiki, yanaweza yakawa yamekusudiwa kwa kusudi jema kabisa, na siwe yamekusudiwa kukuangamiza. Mungu ameahidi kwamba hayatakujilia wala kunijilia majaribu yaliyo zaidi ya kawaida ya wanadamu damu. Majaribu yanayokuja maishani mwetu yamepimwa kwa viwango vya kimbingu, na Mungu anaruhusu tu yale ambayo tunaweza tukayamudu na anatutazamia tuendelee kudumu kuwa waaminifu, hata katika nyakati ambazo hatujui ni nini hasa ambacho kinaendelea katika maisha yetu. Ahadi aliyoitoa ni kwamba kwa kila jaribu atakalolileta ataweka mlango wa kutokea, na kwa hiyo wewe usiutupe uaminifu wako. Ayubu katika wakati wake mgumu katika kipindi cha majonzi na machozi na maumivu makali na maswali mengi yasiyokuwa na majibu, aliandika akiweka azimio lililotoka katika moyo wake, na ninasoma kutoka katika Biblia toleo la habari njema, ambapo maneno yaliyoko katika fungu la kumi na tatu na la kumi na tano yanasema yanipate, yatakayonipata Mungu aniue ikiwa atataka. Sina la kupoteza. Hata hivyo sita utupa uaminifu wangu hata kama itanitaka kufa. Biblia inatufundisha ikisema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Leo tena tuombe kwamba Mungu atupatie uaminifu, uaminifu usiotikisika hata katika nyakati za ukimya wa Mungu Uaminifu usiotikiswa na nyakati ambazo hatupokei majibu yale ambayo tunayahitaji kwa haraka sana, uaminifu ambao utakuwa ushuhuda si kwetu tu, bali hata kwa ulimwengu ambao unatuzunguka. Ninaomba Mungu akupatie uaminifu wa namna hiyo asubuhi ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amini.